na taharuki baada ya mvua kubwa iliyoanza kunyesha mapema alfajiri leo kuharibu miundombinu ya barabara na umeme. Kutokana na maafa hayo, mbunge mteule wa jimbo la Ilemela jijini Mwanza, Angelina Mabula, ametembelea baadhi ya maeneo hayo ili kutafuta namna ya kuwasaidia waathirika. Mi, wa imekuwa ni tatizo sugu la mara kwa mara kwa wakazi wa mabondeni. Kila msimu wa mvua kubwa zinaponyesha, hapa hamna mitaro ya kuzuia hata kuelekeza waelekee wapi sasa. Nafahamia maduka na manyumba, watu wakata sana ndani huko, hapatoshi, maji yamejaa mpaka kuta zimechanika maji yote yanataka kuja, yote yote yanakuja huku na wenyeji huko wote wameziba kwao, wameelekeza njia ya kuja hapa kwa haraka sana. Viongozi wetu tuliowachagua muda huu wamekuja, wametusikiliza, wameona, basi tuna matumaini kwamba haya yaliyotukuta leo yatashughulikiwa kwa kasi inayotakiwa katika kuhakikisha mikakati pangwa kutafuta ufumbuzi utakaokuwa wa kudumu. Mkurugenzi wa halmashauri ya Ilemera akatoa tamko. Wabomoe ukuta wake utatengeneza mtaro ndiyo mhandisi, lakini pia na wiwe wa pili. Kwa hiyo wapo wataka wafirika zile kuta. Kwa hiyo mkae jioni ya leo mkubaliane, sawa, na kesho si tupate taarifa, kwa sababu hizi mvua zitaendelea kuwepo kwa mujibu wa taarifa za mamlaka ya hali ya hewa. Sawa, sawa, sawa. Kwa hiyo wewe waambie kabisa, au wanaokuja waangalie kila sehemu inayotakiwa kubomolewa, wanajua wana ramani, wanavyo wabomoe wanavyoweza, pamoja na hapo hiyo gate walitoe geti langu mimi nitaliweka ndani lisiwepo kabisa. Mm. naye mkuu wa wilaya ya Ilemela na mwenyekiti wa maafa amesema tatizo la msongamano wa maji mengi linasababishwa na uelewa mdogo wa sheria za mipango miji, watu hawajengi wa kufuata kanuni. Ni kweli inawezekana ujenzi wetu wo wa barabara una, una kasoro zake, lakini maeneo mengi ambayo yamesababisha watu kupata madhila waliyopata ni kwa sababu hakuna njia za kupenyezea maji. Baada ya kuhitimisha ziara hiyo ya dharura, Bi Angelina Mabula, mbunge mteule wa Ilemela jijini Mwanza, amesema ni vyema kuchukua hatua za haraka ili kuepusha madhara makubwa. Pale ambapo napewa kujenga nyumba yako jenga katika maeneo ambayo mwisho wake, umetumia eneo ambalo linatakiwa kubaki wazi, libaki wazi. Ni kwa faida ya kwao, ni kwa faida yetu sote, hatutaki maafa haya. Ni makazi ya wananchi katika jiji la Mwanza, kando kando ya mto, ikiwa ni baada tu ya maji kutulia, lakini kana kwamba haijatokea chochote, bado wanaendelea kuishi. Lakini swali linabaki, baadaye ama kesho itakuwaje? Mimi ni Anthony Chua kutoka Star TV.